Kama ulivyosema niweze kuwasilisha takwimu za mdondoko wa wanafunzi kwa niaba ya mkuu wa shule. Mimi naitwa mwalibaraka Chazi wa Bura, ni mwalimu wa taaluma, lakini kwa niaba ya mkuu wa shule naomba niwasilishe taarifa zifuatazo. Kwa mwaka 2025 kidato cha kwanza, kutokuwepo na mdondoko kidato cha pili wavulana saba na wasichana watatu wamedondoka na kuacha shule. Kwa kidato cha kwanza cha pili tunaona jumla ya mdondoko wa wanafunzi ishirini. Kidato cha tatu ishirini na tano kilikuwa jumla na wanafunzi walioacha shule wanafunzi watatu, ambapo wavulana vulana ni wawili na msichana ni mmoja. Kwa mwaka ishirini ishirini na sita baada ya kuwa tumefungua shule wanafunzi sasa kidato cha pili wanafunzi wa nne wavulana na watano wasichana hawaonekani, na dalili za kurudi shuleni hazionekani, maana yake na wao wamekwisha kukimbia shule. Kidato cha tatu ni wavulana wa, na na wa nane nafuzi, sita, wa kuhuru, na wasichana wa nane jumla ya wanafunzi kumi na sita kwa mwaka huu wa kidato cha tatu hawaonekani shuleni wakekimbia na kidato cha nne ni wavulana wili wavulana watatu na wasichana wawili wameacha shule kwa mwaka huu katika miezi hii ya kwanza kabisa ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kwa, kwa hivyo kufanya takwimu kwa juma yake kuwa mdondoko wa wanafunzi, jumla ya wanafunzi hamsini na tatu, wasichana ishirini na tatu kwa wavulana thelathini wameacha shule kwa kipindi cha kuanzia 2025 hadi kufikia mwaka 2026 mwezi huu wa pili tarehe hii ya 19, imesalisha wanafunzi hao. Wametubia shule kutokana na sababu mbalimbali kama ambavyo wenyewe wamesema huko. Wito wangu kwa jamii kwamba swala la wanafunzi kuendelea kusoma na kutokwata shule sio swala la shule tu, ni swala la jamii nzima. Mzazi una nafasi yako, jamii ina nafasi yake, serikali ina nafasi yake, na sisi walimu tuna nafasi yetu. Ushirikiano wa wote hawa waliowataja utaenda kuwafanya kuimarisha mahudhurio ya wanafunzi na kuwafanya waweze kutimiza na kufikia malengo yao. Asante kwa mawakilishi, lakini sisi kama maafisa maendeleo ya jamii kazi yetu ni kupinga kitu hicho kisitokee, lakini endapo kutana na kesi kama hiyo, kwa sababu tunakaa kwenye ofisi za kata, tunakutana na kesi mbalimbali. Cha kwanza tunachofanya, tunajiridhisha kwamba kweli huyo mtoto hicho kitu anachosema kweli kabisa na taasisi zingine ambazo zinajihusisha nayo mambo mfano ustawi wa jamii. Kesi kama hizo mara nyingi kifuatilia, tunakuta wazazi wanasapoti sana mtoto kuwacha shule, yaani unakuta mtoto labda hao wa Bunda Sekondari hapa yuko fomu wani fomu tu anamua mwenyewe kuwacha shule, mwalimu hakubali inabidi inabili ya mzazi mzazi akue taarifa kwenye uongozi. Mzazi anakuja na mtoto wake, ila ile ikijajikugoji mtoto anasema mimi, mzazi ananiambia niache, hana uwezo kumhudumia. Lakini licha ya hivyo, kuna watoto wamefaulu kuingia kidato cha kwanza, wengine mpaka uzokoza mwishoni ya yajaikuli ukifatilia, anakwambia mzazi amekataa kujisaidia

alikosa vifaa vya shule. Tuna tuna watu tunakutana nao wafadhili kwenye kata zetu, tunaweza tukawatembelea watoto mbalimbali wakatuchangia madaftari, tunahakikisha yule mtoto amefika shule, lakini taarifa tunampatia mratibu elimu, anakuhakikishia kweli mwanafunzi yuko shule. Lakini natoa rai yangu ni yani, nawaomba na wazazi sasa, wazazi ukubali kuwasomesha watoto, mtoto akisoma faida kesho kutwa akaenda kwao akasomesha wadogo zake. Lakini nikafaidika nini? Labda amekata uongozi wa nchi, sasa anaweza kuwasaidia hata ndugu zake walioko chini kusongea mbele. Naomba wazazi wote na mwanamke wa kusomesha pale, bado kuna changamoto labda za kifedha za nini, walimu wenyewe wa wanajitoa, kuna walimu wanajitoa kwa kumwongea pia, lakini sisi watendaji huwa tuna chanishana ndio, ofisini tunaamulia na sisi madaktari. Kwa hiyo hicho kisiwa kigezo cha mzazi kushindwa kumfundisha mtoto. Elimu ni haki ya mtoto na elimu ni haki ya kila mtu, yani nisema kwa kila mtu, Mtanzania. Kwa hiyo milango sana ni kwa wazazi. Watoto mara nyingi wanakwaga hawana shida na ufuatilia, mtoto anajua kusoma na kuandika, anaweza kuandika vizuri. Shida inakuwa ni kwa wazazi kutotoa ule ushirikiano kwa mtoto kuona kwamba yaani ni kama anisupeli wakati baadaye anakuja kupata faida kwa, japokuwa kuna nyingine ambazo tunazitafutia ufunguzi. Kwanza changamoto ambazo tunakutana nazo, ya kwanza pale inapotokea wazazi wametengana kugawana watoto, sasa wanapokuwa wamegawana watoto wale watoto wengine huwa hawachukuliwi uwamisho kunaona kukuwa wameelekea mawasiliano yanakuwa ni magumu kidogo, kwa hiyo hao namna ya kuwapata inakuwa ni shida, lakini wapo wale wengine ambao ni watoto wenyewe, kwa sababu ya ukorosi wa watoto kwamba sasa wanaamua tu kwamba mimi sitaki kusoma. Kama nilivyotangulia kusema, tunazo idara zetu za ushauri na sasa ambazo wanakaa tunajaribu kuwashauri na wengine tunawarudisha, lakini kwa lengo ya shule za msingi tunatoa fursa kwa wanafunzi kupitia mpango wa MEMKWA. Kuna watu waliokosa elimu ya msingi huwa tunawapa tena nafasi ya kurudi shuleni ili kuweza kukamilisha mzunguko wao wa masomo kwa hiyo ndiyo nafasi nayo huwa tunatoa, na katika kata zetu tunazo shule ambazo zinapokea watoto hao, lakini vile vile kwa sekondari napo mpango huko, na unaendelea kufanya kazi kwa wanafunzi ambao walikatisha masomo yao, lakini tunafanikiwa kuwarudisha na kukamilisha masomo yao ya kidato cha nne. Kwa hiyo yu, juhudi zipo nyingine ambazo ni za kuita vikao vya wazazi na kushauriana. Sasa wito wangu kwa ninyi wanafunzi ambao mnaendelea amba na masomo, nyinyi mkawe chachi ya kuwashauri wanafunzi wenzenu kwamba tofauti na hivi, hatutaweza kufanikiwa pasipo na elimu. Elimu ndiyo mwanga, elimu ndiyo funguo, elimu ndiyo kila kitu. Amesema vizuri hapa daras katika hotuba yake. Kwa hiyo juhudi zetu kama walimu, juhudi zetu kama shule, juhudi zetu kama serikali ni kutoa wito kwa wazazi walezi, kwa wanafunzi kuhakikisha kwamba mtoto anapoanza kidato cha kwanza akamilishe mzunguko kwa wake hadi kidato cha nne, anapoanza kidato cha tano akamilishe hadi kidato cha sita, anapoanza darasa kwanza akamilishe mzunguko wake kama ni darasa la saba au ni darasa la sita kwa mtaala mpya, basi huo ndio wito wetu, na ndio jukumu tunazozifanya sisi kama walimu, kama wataalamu na kama watumishi wa serikali kuhakikisha kwamba tunasaidia hawa watoto kufikisha kufikia yale malengo yao yaliyokusudia. Asante sana.